Salama, habari yako? Naitwa Judith Kapinga na naibu waziri wa nishati, sijui naongea na nani, kutoka wapi? Karibu sana, nashukuriwe tukuhudumie. Bila samahani Hmm. Umeshafanya maombi ya kwamba umeme hmm. Umeme umeshapata namba. Aha. Sasa kuna utaratibu wa kupata unajua huduma zetu. Aha, sawa. Sasa unahitajika kwanza kufanya maombi na kupata taratibu mpaka utakapofika kwenye kupata control number, na kisha baada ya hapo tutaweza kuendelea hmm. Kuna jambo lingine unataka nikusaidie? Asante sana, shukuriwe, karibu tena. Asante. <laughs> Asante sana. <laughs>